Yes, bane mambo vipi? Mimi naitwa PV, cha msingi ni kubonyeza alama subscribe utakutishia kinoma noma. Moja kati ya story ambayo imekuwepo sana kwenye mitandao ya kijamii inamhusu Diamond Platnumz akiwa uh, kwenye mahusiano yaani, kuna story ambazo zinasemekana kwamba Diamond Platnumz yuko kwenye mahusiano na Aaliyah, mtangazaji kutokea Wasafi Media, na zungumzia kipindi uh, cha Switch. Uanga na pale, na pale Lilomi lakini pia na Amigel bana, so Maimatha wa Jesse yameweza kuthibitisha kwamba Diamond Platnumz na Aaliyah wana mtoto wa kike na ni mrembo kama mama yake, alafu wanakwambia lipsi zake ni kama za baba yake. Inasemekana lakini kwamba mtoto wetu ni mzuri, mashallah, mambo kwa ushahidi. Aliweza kuandika hivyo Maimatha wa Jesse, lakini pia akamalizia na hashtag ya mambo mengi muda ni mchache na amekuwa akimwandama sana Diamond Platnumz kuhusiana na, na hii issue ya yeye kuweza kubarikiwa mtoto na mrembo ambao anafahamika kwa jina la Aaliyah, na inasemekana familia ya Diamond Platnumz nazungumzie mama Mama Dangote, lakini pia na mdogo wake Esma, wamekuwa na love kubwa sana kwa mwanadada huyu mtangazaji na mrembwenge kutokea a, Wasafi Media. Kwa upande wako una maoni gani kuhusiana na hii story? Je, kuna ukweli wowote na kama ni kweli unahisi kwamba nafasi ya Zuchu, ambaye yeye amekuwa mara kadhaa akionekana na Diamond Platnumz wakihang out wakila maisha wakitoka huku na kule na kuonyesha kwamba kuna muda walituambia wamekwisha kufunga ndoa. Nafasi yake kimaisha kwa Diamond ikoje kwa Zuchu? Lakini pia hii kapo ya Diamond na Aaliyah, kama ni kweli imetokea, unaionaje? Kuna haja ya kuwa na bibi mdogo na bibi mkubwa, ama ni story tu za mtani mtani ambazo zimeamua kutengenezwa ili kuweza kuchangamsha genge? Unaweza ka drop comment yako hapo chini, utakometisha sana. Mimi nikukumbusha kubonyeza alama subscribe kwa exclusive interviews lakini pia na stories kama hizi hapa utakuwa unazipata hapa hapa, Mabumi. Ciao, bye bye bye.